Seven... Habari, naitwa Brian Tracy. Leo ningetaka nikushirikishe mfumo wangu wa hatua saba za so kufikia uhuru wa kifedha. Kila mtu anatamani kuwa na pesa nyingi zaidi, lakini ukweli ni kwamba ni watu wachache sana ambao ndio huwa wanafanikiwa kufikia hali ya uhuru wa kifedha, yaani maisha bila hofu au mawazo ya kukosa pesa. Kila mmoja wetu angependa kuwa na pesa za kutosha kiasi kwamba asingetamani tena kujiuliza nitapata wapi pesa. Sasa jiulize swali hili: je, yeah, uko tayari kweli kuchukua hatua za kufikia hali hiyo? Habari njema ni kwamba siku hizi kuna watu wengi zaidi wanaofanikiwa kufikia uhuru wa kifedha kwa haraka zaidi kuliko hata ilivyokuwa hapo zamani. Ukijiwekea mpango mzuri wa kifedha na ukaamua kuboresha jinsi unavyotumia na kusimamia pesa zako, na wewe unaweza kufanikiwa kama wao. Hapa kuna mfumo watu wa hatua saba utakao kusaidia kujenga msingi wa mafanikio ya kifedha, kuongeza furaha na kufikia uhuru wa kifedha kwa muda mfupi kuliko hata ulivyowahi kufikiria. Hatua ya kwanza: Fikiria kwa mtazamo chanya kuhusu pesa. Ili kufanikiwa kifedha, ni muhimu kuwa na mtazamo chanya kuhusiana na pesa. Kukosa mtazamo mzuri ama kufikiria vibaya kuhusu pesa ni kikwazo kitakachokuzuia kufikia uhuru wa kifedha. Ondoa imani potofu kama kuwa na pesa nyingi ni jambo baya au pesa haziwezi kununua furaha. Ondoa kabisa mtazamo huu. Unapokuwa na mtazamo chanya kuhusiana na pesa, utaanza kuvutia fursa nyingi na milango mingi itafunguka kwako. Hatua ya pili, andika malengo yako makubwa kuhusiana na fedha. Panga malengo yako ya kifedha ili uweze kupata matokeo unayoyataka. Kumbuka, mafanikio hayaji kwa bahati. Kwa hiyo andika malengo yako kila siku kwenye karatasi na jaribu kufikiria jinsi unavyoweza kuyafanikisha. Hii inaweza kukuchukua dakika tano ama dakika kumi kila siku. Kitendo cha kuandika na kufikiria malengo yako kila siku asubuhi, kabla ya kuanza kazi kitakuongezea uwezekano wa kuyafanikisha malengo yako mara tano hadi mara kumi zaidi. Hatua ya tatu, panga siku yako mapema. Wakati mzuri wa kupanga siku yako ni usiku kabla ya siku inayofuata. Kupanga mapema kila siku, kila wiki ama kila mwezi kutakufanya uwe makini zaidi na kuongeza uthabiti wako binafsi, lakini pia utakuwa na uwezo mzuri wa kufuatilia na kudhibiti matumizi yako ya pesa. Kwa hiyo panga mapema ni kiasi gani utatumia kila wiki kila mwezi au kila mwaka, na uamue sehemu gani utaamua kuweka akiba. Hatua ya nne ni kufocus. Umakini ni jambo muhimu sana katika kufikia uhuru wa kifedha. Jifunze kutambua mambo machache na yenye muhimu mkubwa sana kwako nawekeza muda mwingi hapo. Tabia ya kufanya jambo moja kwa muda mrefu itakusaidia kukuza mafanikio yako ya kifedha zaidi kuliko ujuzi mwingine wowote ule duniani. Tumia muda wako mwingi kwenye mambo yatakayokuza kipato chako na yale mambo ambayo yapo sambamba na malengo yako ya kifedha. Hatua ya tano, wekeza katika kujiboresha wewe binafsi. Tumia muda wako kujifunza kila siku, sikiliza vipindi na angalia video zinazofundisha masuala ya fedha ukiwa safarini. Tafiti zinaonyesha kwa kawaida, mtu hutumia masaa mia tano hadi masaa elfu moja kwa mwaka akiwa kwenye gari. Kwa hiyo tumia muda huo kana kwamba upo chuo unajifunza jambo fulani. Lipia kozi za usimamizi wa fedha, soma vitabu kuhusu masuala binafsi ya kifedha na tafuta makala mtandaoni zinazohusiana na masuala ya fedha. Baada ya muda mfupi, utakuwa na maarifa mengi zaidi kiasi kwamba watu wengine wataanza kuomba ushauri kutoka kwako. Hatua ya sita, jiulize maswali haya muhimu. Baada ya kila tukio kwenye maisha yako jiulize maswali haya: nini nilichokifanya vizuri zaidi? Na swali la pili jiulize ni nini ningependa kufanya vizuri zaidi? Wakati mwingine kukagua jinsi unavyofanya kazi mara tu baada ya kumaliza kutakusaidia kujiboresha kwa haraka zaidi. Ukichukua dakika chache kuandika majibu ya maswali haya, utaongeza kasi ya kujifunza na kuboresha kazi zako mara mbili hadi mara tatu zaidi. Kwa hiyo kuboresha ujuzi wako kutakusaidia kukuza kipato chako. Hatua ya saba: kuwa mkarimu kwa wengine. Watendee mema watu wanaokuzunguka kana kwamba wao ndio watu muhimu zaidi duniani. Kila mtu hupenda kuheshimiwa na kuthaminiwa, na mtu anapohisi kuheshimiwa na kuthaminiwa atakuheshimu na kukuthamini zaidi. Imebainika kwamba ukarimu huvutia utajiri na humfanya mtu kuwa na furaha zaidi. Ni kweli kwamba pesa peke yake haiwezi kununua furaha, lakini kuwa na hali nzuri ya kifedha huongeza kuridhika na huongeza furaha pia maishani. Kadiri unavyoimarisha hali yako ya kifedha, ndivyo unavyoongeza furaha yako. Na unapofikia hapo, kuwa mkalimu kwa wengine, kwa sababu ukalimu huleta furaha na utajiri zaidi. Like kwa kumalizia, ni kwamba weka malengo yako ya kifedha, kisha tengeneza mpango wa namna ya kuyafanikisha. Now, Ningependa ni kusikia kutoka kwako. Kwa sasa ni kizuizi gani kikubwa zaidi kinachokuzuia kuanza safari yako kuelekea uhuru wa kifedha? Niambia hapo chini kwenye comment, na mimi nitakuwa tayari kukusaidia kusaidia. Asante kwa kutazama, lakini kumbuka, kama unataka kubadilisha maisha yako ya baadaye, chukua hatua leo.